Kwenye ishu ambayo inaonekana kutrendi katika mitandao ya kijamii inamhusisha mwanadada anaenda kwa jina la Tabu Mtigita. Tabu Mtigita bana ameweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na wasanii ambao walikuwa wame eh, wameondoka katika lekolebu zao, lakini pia sasa hivi maisha yao yanaonekana kuwa magumu. Sasa basi ni kwamba pale Konde Gang kulikuwa kuna wasanii wawili ambao Harmonize aliwasign na walikuwa wanafanya kazi vizuri sana katika rekodi lebo hiyo, na wasanii hawa si wengine hapa nazungumzia Ibra pamoja na eh, mwanadada Anjella. Hawa walikuwa ni favorite pale Konde Gang, tofauti na wasanii wale wengine ambao walikuwa wamesainiwa pale. Sasa tunaona da, eh, WCB pamoja na Konde Gang zilikuwa kwenye ushindani kwamba huyu anatoa ngoma na huyu anatoa ngoma. Kipindi kile Ibra anatoa ngoma, kwa upande pili WCB Zuchu anatoa ngoma, na uh, ukifuatilia vizuri ni kwamba Ibra pamoja na Zuchu ni kwamba mbishana kidogo, lakini Ibra ndo alianza kusaini pale eh, Konde Music Worldwide. Sasa basi, baada ya kutoka eh, pale Konde Gang, hapa nazungumzia Ibra kutoka pale Konde Gang, kuna maneno mengi sana yalikuwa eh, nyuma ya pazia Eh, kuhusiana na maisha yake alivyokuwa katika leko lebo yake ya zamani, hapa apa nazungumzia Kondegang. Sasa Tabu Mtigita ameshangazwa kwamba hawa wasanii inaonekana wamepoteana kutokana na maneno ya watu mitandaoni. Kwa mfano, tunaona Anjella wakati amesainiwa katika leko lebo ya Kondegang, alikuwa ameahidiwa vitu vingi sana lakini pia ukiachana, okay, ukica kuahidiwa, eh, tunaona alikuwa amepewa E, zawadi ya gari na management ya Konde Music Worldwide na walimpa gari hilo e, kama msanii ili kuweza kujibrand kwamba hata kukiwa kuna business ama kutakuwa kuna ishu yoyote ni e, kwamba msanii huyo anatumia gari hilo kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za kibiashara lakini pia kum, kum kama msanii. Lakini sasa, tunaona alikuwa na tatizo la mguu na Harmonize alimwahidi kwamba atampeleka India kwa ajili ya matibabu, lakini eh, tunaona ni kama jambo hilo halikutokea. Sasa basi eh, tunaona Anjella akatoka katika lebo ya Konde, Konde, Konde Gang, lakini pia tunaona uh, akafanya vitu kadha wa kadha lakini pia akakutana na upande wa pili kwa WCB. Na hivyo hivyo tunaona Ibra alitoka pale Konde Gang na kudai haki zake zote na pia Eh, kwenda pale WCB kufanya interview na kuzungumzia mambo mengi sana nyuma. Sasa Tabu Mtigita amesikitishwa sana na hilo na amesema kabisa kwamba haikutakiwa kuwa hivyo kwa sababu unajimaliza, unasahau ulikotoka, unasahau nani aliyekutambulisha katika game. Sasa tunaona nguvu ya Harmonize ilikuwa ni kubwa sana kwa vijana wake hasa eh, kwa upande wa Ibra. Ibra alikuwa ni msanii ambaye alikuwa na kipaji kikubwa sana na wengi walimfahamu. E, tunaona hata vile vibao kama one night stand. E, tunaona e, hii friend zone ambayo imetoka sasa hivi tunaona vibao kibao, lakini pia tunaona Angela e, kumradhi Angela aliimba na Harmonize one night stand e, lakini pia ndio hivyo mambo yakawa hivyo kama ilivyotokea sasa basi. Tunaona upande wa Ibra akaenda kufanya interview pale Wasafi FM na Wasafi TV na akazungumza madhaifu alikotoka. Kwa hiyo wengi wakajua kabisa kwamba hapa itakuwa ni nafasi kwa Diamond Platinumz kuzibage pula Mboso pamoja na Lavalava lava kumchukua Ibra kwa ajili ya kuweza kumsaini pale kwa ajili ya kuweza eh, kufanya game iweze kuwa na challenge, lakini pia game ionekane kuwa E, WCB wana kundi kubwa la wasanii lakini sasa, baada ya interview ile, akajimaliza kwa maelezo ya Tabu Mtigita e, ni kwamba hakuna aliyemsaidia, hakuna ambalo limeonekana kuende, ku, kuendelea, lakini pia inasemekana kwamba anafanya show za elfu tatu mia tano eh, anafanya show ya bei rahisi sana ili aweze kuishi mjini. Ni kitu cha kusikitisha sana kwa sababu ni kipaji, alikuwa ni kipaji na kipaji kikubwa sana, lakini sasa inaonekana kabisa kwamba mambo yamegeuka, lakini pia tunaona upande wa eh, Anjella alizungumza vitu vingi sana, lakini pia alinunuliwa gari na Zuchu. Tabu anasema kwamba Zuchu alinunua gari kule Zanzibar la bei rahisi sana, lakini hiyo uh, yote inaonekana ni, ni ahali kwamba watamsaidia na kumsupport katika kariera yake ya mziki, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hakuna lolote ambalo liliweza kuendelea. Sasa funzo kubwa ambalo wanalitoa hapa eh, huyu mwanadada ambaye pia ni komedian, ni mchekeshaji, yani ni kwamba usije ukajimaliza sehemu yoyote ile kutokana na eh, situesheni iliyopo ama changamoto iliyopo, labda unabidi uangalie kwamba pengine hata kama upate riski, lakini uangalie ni kitu gani ambacho E, kinaweza kiakusaidia hata mbele ya safari ukafanya vitu vyako kwa uhuru zaidi. Sasa ukiangalia, sakiangalia aliweza kupata mwanadada kutoka kule Burundi, alienda na suti yake kwa maelezo ya Tabu, inasemekana kwamba alienda na, na suti yake tu akafunga ndoa, lakini baada ya ndoa tunaona mambo bado ni yale yale tu. Hakuna kinachoendelea, hakuna e, pengine labda eh, kuna ili labda, e, labda ingeweza kufika mbali lakini pia tunaona hata Diamond alishawahi kumposti Ibra eh, kupitia peji eh, yake ya Instagram, lakini pia ta Ibra naye alishawahi kumposti Diamond kupitia peji yake Instagram uh, kumshukuru kwa yote aliyomfanyia, lakini pia eh, kuhusiana na jinsi uh, alivyomsaidia kutoka katika leko lebo ya Konde Music Worldwide. Kwa hiyo hii uh, inaonekana hii, hii, kuwa ni histori ambayo inaonekana tabu ameibua na wengi wanaonekana kuizungumzia sana. Sasa uh, tunaona hapa kama uh, anazungumzia Ibra pamoja na Anjella kitu ambacho watu wengi wanatamani kuona vipaji hivi vinafika mbali. Kumbuka Diamond ana jicho uh, la mbali kuona msanii gani ambaye anaweza kufika mbali, lakini sasa ndio hivyo uh, mambo yakawa kama yalivyokuwa, na tunaona eh, wasanii hao ni kama wamepotea kwenye game, na pia inaonekana wamepotea kutokana na kwamba hakuna anayewashika mkono sasa hivi, na wamezungumza vingi kwenye mitandao ya kijamii lakini mwisho wa siku, uh, tunaona hakuna eh, lolote ambalo ingana kuwa eh, linaenda vizuri kwa upande wao. Sasa basi, eh, ni kwamba kutokana na hiyo kauli, watu wengi wameonekana kusikitishwa, kwa sababu inaonyesha ni wazi kabisa kwamba kama hawa vijana wangekuwa na discipline na kutulia sehemu moja kujipanga, na kwa maana hiyo eh, ukishajipanga Uh, inabidi ujitengenezee brandi yako. Mfano, nikiangalia kwa upande wa Mbosso alijipambania sana na mwisho wa siku tunaona ameweza, uh, kupata brandi yake naona na tunaona Mbosso sasa hivi ni tajiri, ananunua magari ya kifahari na kufanya vitu vingi sana. unalipita kuzungumza kuhusiana na Tabu Mtigita kuzungumzia wasanii hawa wawili Ibraah pamoja na Anjella kutoka katika label ya Konde Music Worldwide na kujitegemea wenyewe. Je, unahisi umepotea kutokana na kosa management? Dondosha maoni yako akisha na subscribe.